Viongozi mbalimbali wa kitaifa na wa kimataifa wameungana kwa ibada ya wafu ya kumuomboleza marehemu Raila Amolo Odinga iliyofanyika katika uwanja wa Nyayo leo Ijumaa Oktoba tarehe 17 mwaka 2025. Rais Daktari William Ruto amewaongoza viongozi wa nchi na serikali katika kumiminia sifa na kumbukumbu kumbu hayati Raila Amolo Odinga kama njia mojawapo ya kumuomboleza. Licha ya tofauti zao za awali za kisiasa, Rais Ruto amesema kuwa bado atamkumbuka hayati Raila kama kiongozi aliyeleta mabadiliko makubwa na umoja miongoni mwa Wakenya. As I have reflected on Raila's legacy following his passing, I have entertained no doubt in my mind that history will judge him fairly and kindly because

Kwa upande wake rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye amepokea heshima kubwa ya kuenziwa na wananchi, kabla ya kuhutubia umma kwenye ibada hiyo ya wafu, ameeleza kuwa mojawapo ya nguzo kuu itakayokumbukwa kwa hayati Raila Odinga ni ujio wa ugatuzi, miongoni mwa vigezo vingine vikuu. Historia ya ugatuzi na hukuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Molo Odinga kuwa nambari moja. Short nasema vipi? Nasema hivi, Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Naye mke wa hayati Raila Amolo Odinga Mama Ida Odinga amewataka Wakenya kudumisha amani katika kumwomboleza hayati Raila huku akisisitiza haja ya Wakenya pia kutoweka uhasama miongoni mwao kwa misingi yoyote ile hasa ya kisiasa. So, please don't carry grudges from one generation to another, and from one group to another. We are all Kenyans. We are all Kenyans. We are sisters and brothers. We must learn. We must learn to forgive easily and build together Kenya. Katika kumbukumbu kumbu zake kwa hayati Raila Mama Ida amemtaja mumewe hayati Raila kama mtu aliyechukia ubinafsi na badala yake alihimiza kuhusu kuwa na moyo wa kunufaisha wengine. Raila hated dishonesty. He hated dishonesty. He hated greed. Mhm.

Wanawe hayati Raila wakiongozwa na Rosemary Odinga, Raila Junior na Winnie Odinga pia wametoa kumbukumbu zao kwa hayati Raila kama baba, lakini pia kiongozi tajika wa taifa hili. Ni uchungu mwingi sana ambao tunahisi kama familia, na leo hii tunakuja na nyinyi pia ndio tuombeleze na nyinyi pia, Kenya mzima na dunia nzima.

Dad embodied resilience, courage, and unwavering commitment to the ideals of freedom and justice. He always stood for what he believed was right, sometimes at great family cost and personal cost as well. He was my hero. Aidha wananchi pia wamepewa fursa nyingine ya kuutazama mwili wa hayati Raila Odinga katika hafla hii iliyofanyika uwanja wa Nyayo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya pwani.